Na mtazamaji nao, zaidi ya wanafunzi 30 katika mtaa wa Mukuru hapa Nairobi wameshindwa kuripoti katika shule za sekondari ya juu, takriban mwezi mmoja baada ya wenzao kuanza masomo. Baadhi ya wazazi ya wa wanafunzi hao wa gredi ya kumi wakidai kurudishwa nyumbani licha ya Rais William Ruto kutoa amri kwa wasimamizi wa shule kutowafungia nje wanafunzi ambao wana karo wala sare. Safina Chenga Uma alitembelea baadhi yao katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga hapa Nairobi, ambapo zaidi ya wanafunzi 30 bado hawajaripoti shuleni na kutuandalia taarifa ifuatayo ni katika mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga jijini Nairobi, ambapo tunakutana na takriban wanafunzi 30 wa gredi ya 10 ambao hawajaripoti shuleni wakiwa mkutanoni huzuni ikiwa dhahiri nyusoni mwao, kwani zaidi ya wiki tatu tangu wenzao wa ripoti shuleni, wanafunzi hawa wangali nyumbani, wakiomba msaada. Dibora Nyatich aliyepata alama 54 katika mtihani wa KJSEA ni mmoja wao. Agizo la Rais William Ruto la kutufungia nje mwanafunzi yeyote lilimpa matumaini ya kujiunga na shule ya wasichana ya Suguta katika kaunti ya Kisii, ila hana mbele wala nyuma Hakuna vyenye naweza toka hapa, hakuna fea sasa. Siwezi enda kulala kwa mat, bila mattress. Shule tunahitaji mattress box, mi kaa msichana nahitaji pads, mafuta. Sasa hatukuwa si, na hiyo uwezo kabisa. Sasa ndio maana hadi sikuenda shule mpaka leo. Monica Kilonzo kwa upande wake anaelezea jinsi safari yake ya kuelekea Kisii kumpeleka mwanao shuleni

Na watu wako shule washasoma na mimi bado niko huku naofiani kena nazapata syllabus imesonga na, na, kachapi naweza kuwa ngumu. Tulisikia president akisema tuende shule tukaenda, kaambia principal akasema hakuna sikuzimelipwa, nabidi ji mrudi nyumbani mtafute pesa namdwe vitu zinahitajika shuleni. Mtaa wa Mukuru kwa Njenga pekee una takriban wanafunzi sitini ambao bado hawajafika shuleni. Hata ile narrative alisema ati watoto waende shule wa, wa, watachukuliwa venye wako, it is not happening. Tumefanya kazi kubwa sana ya kutoa hao watoto kwa damsite na kuwaongelesha na kuwapea hope ati kuna hope wataenda shule. Na hapa kwetu Mukuru, ukiangalia tuko na watoto wengi sana, wengi sana, na wengi wamekuwa wanarandaranda. Tunaogopa hata sasa mimba za mapema juko because wasichana wetu wakianza kurandaranda hapa watapata ali pregnancy. Katibu wa elimu Julius Bitok kwa upande wake ametetea msimamo wa serikali akiwarai wazazi waliolemewa na mzigo wa karo kupeleka wanao katika shule za kutwa ambazo hazilipiwi na zina gharama ya chini ya mahitaji. Safina Chengoma, runinga ya Citizen.